Hadithi, hadithi. Hapo zamani za kale, katika msitu wenye majani mabichi kando ya pwani ya Afrika, aliishi kobe mjanja aliyeitwa Kima na fisi mlafi aliyeitwa Shujaa. Kima alijulikana kwa hekima yake, na Shujaa naye alijulikana kwa hila na tamaa yake. Siku moja wakati kuna jua kali mno, Kima alikutana na tikiti kubwa lililoanguka kutoka kwa mzigo wa mkulima aliyekuwa akipita karibu na msitu huo. Tikiti hilo lilikuwa limechanika kidogo kwa upande, na hivyo harufu tamu ya tikiti maji hilo lilisambaa angani. Kima alishangaa huku macho yakimetameta, leo nimepata chakula cha siku mbili bila shida. Lakini kabla hajaanza kulikata Sauti nzito ilisikika kutoka nyuma ya mti. Habari jirani yangu Kima, hilo tikiti linanukia hadi porini, twende tuwagawie wenzetu. Lakini Kima alicheka kwa upole, acho mchezo Shujaa, wewe hujawahi kugawa kitu chako, hata mkia wako usingewapa wengine kivuli. Shujaa alitabasamu kimasihara, Kima, Kima aliyekuwa mwerevu kuliko alivyoonekana alitulia kwa muda na kisha akasema, nitakupa tikiti lote lakini, kwanza tucheze mchezo wa mdogo wa haki. Mchezo upi huo? Twendi mtoni. Yule atakayekaa chini ya maji kwa muda mrefu zaidi atashinda tikiti lote. Shujaa alikenua meno akadhani ashashinda bila kufikiria mara mbili. Shujaa alikubali na pamoja walienda mpaka mtoni kisha wakahesabu kwa pamoja, moja mbili 2 tatu. Kima kwa kutumia gamba lake alijifunika vizuri na kujilaza kwa utulivu kabisa, hakuhema wala kutikisika. Lakini shujaa upande wake, aliposhuka tu ndani ya maji alianza kujivuta kuhema kwa nguvu na kutikisa kichwa. Sekunde ziligeuka kuwa dakika na mapafu ya Shujaa yakaanza kumuuma. Alijikuta akifikiria kwa nguvu. Ya ghafla, Shujaa aliruka nje ya maji huku akivuta pumzi kubwa. <tos> <tos> <tos> <tos> Baada ya muda mfupi, Kima nayo alitokea kwa utulivu huku akitabasamu. Ndiyo hivyo Shujaa, mchezo ni mchezo, na ahadi ni deni. Shujaa alishusha macho kwa aibu, hakuamini kwamba ameshindwa na kobe mdogo. Lakini kabla hajaondoka, Kima alimkatia kipande kidogo cha tikiti maji na kumpa. Shujaa alinyamaza, akaondoka taratibu, akitafakari maneno ya Kima. Kima alikaa chini ya kivuli cha mbuyu mkubwa akifurahia tikiti lake tamu. Aliendelea kula polepole pole, akitafakari jinsi akili ilivyoweza kumshinda mwenye nguvu. Na tangu siku hiyo kila mnyama msituni alimsifia Kima, sio kwa nguvu, bali kwa hekima na subira yake. Na hadithi hii inatufundisha nini? Hadithi hii inatufundisha kwamba hekima na subira vyaweza kushinda tamaa na kiburi.